Sema Bwana akawa pamoja naye akamtoa katika dhiki zake zote. Dhiki zake zipi? Dhiki ya kwanza ilikuwa ni ya kutupwa gerezani, katikati ya gereza. Bwana akamtoa katika dhiki zake zote. Mpendo wangu, tunaye Mungu juu mbinguni, ambaye ukimwita akawa pamoja na wewe. Yeye Bwana atakutoa kwenye hizo dhiki, atakutoa kwenye hiyo tabu, na leo hii unayo nafasi ya kulitia jina la Bwana, maana kila atakaye liitia jina la Bwana ataokoka. Ukilitia jina la Bwana, Bwana atakutoa katika hizo dhiki, Bwana atakutoa katika hiyo tabu, Bwana atakuokoa, Bwana ataku Haleluya! Bwana atakuvusha. Dhiki zetu ni za muda, ziki zetu ni za kitambo, zinazotupatia utukufu kuwa mwingi. Kwa hiyo hatulegei hata kama utu wetu wa nje unachaka, lakini utu wetu wa ndani utafanywa upya siku kwa siku, katika jina la Yesu Kristo. Sijui ni namna gani na ni mahali gani unapita, lakini nimekuja nikwambie, ya kwamba Mungu akiwa pamoja na sisi atatutoa katika dhiki zetu zote, na akutoe katika dhiki yako.